Tunapongeza wachezaji wetu. Huu ni mwanzo mzuri, sikiwote unapoanza mashindano kwenye, hatu, kwenye mchezo wa kwanza katika mashindano ambayo ni tegemezi kwetu hapa Tanzania. Kombe kubwa linalotegemewa ni NBC Tanzania Bara, lakini leo tumeanza tukiwa tuko nyuma misimu minne hatujaweza kushinda kombe hili kwao. Tumeanza vizuri, tumeweza kushinda goli tatu, ushindi ambao mzuri, hatujaruhusu goli. Tumekutana na Fountain Gate. Tukiangalia historia katika michezo ya msimu uliopita tuliweza kushinda nyumbani, lakini katika mchezo wa wao walitusumbua. Miongoni mwa timu ambayo tunima ubingwa ni Fountain Gate kwao. Tunawapongeza wachezaji mwanzo mzuri na ni kama mazoezi mazuri kuelekea katika mchezo wetu wa kwenda kufuzu kwenye hatua ya awali katika kombe la Champions League. Unasema wamewasumbua, lakini watu wanasema kwamba ni timu ambayo haikuwa imejiandaa pengine vizuri kwa sababu ya wachezaji kutokamilika, lakini pia wamechukua wachezaji wa under 20, lakini pia imewapa shida. Nafikiri Fountain Gate wapo vizuri, mi siku, sikuona kama kuna sehemu hawajakamilika, hata kama wamechukua under 20 wamechukua ni, lakini walijipanga, walijua wanakutana na Simba Sports Club, timu kubwa, timu yenye wachezaji wenye majina makubwa Uh, ah walikuja kitofauti. Pengine walitutoa tu nje ya ya mchezo kwamba kuwana, kwamba kwamba kwamba kuona tunaenda kule. Kwanza alisema wasafiri mara nane, mara saba. Lakini wachezaji wachezaji wachezaji, pungufu ndani. Tumeona wamecheza no, wamecheza na kwenye kwenye kiwango kizuri. Kuna mmoja, sasa ni, Nigeria, yule, Kuna kuna mchezaji mmoja sasa ni ni ni Nigeria yule nasikia amecheza vizuri, nafasi kadhaa kwa kwa kuzitengeneza. Kwanza ni mwepesi. Kote kote tunawapongeza. Ligi NBC sasa hivi ina ushindani mkubwa sana. Timu inasema haijakamilisha vibali vya wachezaji, kuna vitu havijakaa sawa. Hiyo yote kutoana mchezo kuangaza gani unaweza kujipanga katika mechi yako, lakini mwisho wa siku mi nawapongeza wachezaji wangu, wamecheza vizuri, wametengeneza nafasi kadhaa japo tumetumia chache. l naweza kuchinda zaidi ya goli tano, lakini haikuwa hivyo, ila ni mwanzo mzuri, nafikiri kwa mbeleni hapo mambo yatakaa vizuri. Chama tola pewe timu. <laughs> nafikiri kuhusiana na, na kupewa timu hiyo ni swala la viongozi na baadhi ya makubaliano ya yao wao wenyewe, lakini nafikiri ni amekaimu nafasi hii ya ukocha, hayuko vibaya, ni ameweza kuitendea haki kwenye mchezo huu wa kwanza. Tumeona kuna wachezaji kadhaa wamepewa nafasi akiwemo Morris Abraham ameonyesha kiwango kikubwa sana, ni mchezaji ambaye nilikuwa natamani kumuona katika nafasi ya kichezea Simba Sports Club. Leo ameingia, tumeona challenge zake alizofanya pale ndani ya uwanja, lakini pia katika Ka Simba Day Jonas Anso amepewa na na nafasi nafasi nafasi nafasi amecheza amefunga goli, lakini lakini lakini pia kuna nafasi kadhaa aliweza kuzikosa, ila ni ni ni ni strike ambaye ambaye ni mwepesi akipata nafasi ya ya wachezaji wa kumchezesha vizuri, ni mtu ambaye atatufungia magoli mengi sana de, nini tunamshukuru kocha. Kocha ameondoka, lakini ametuletea kifaa pale pale na pale nyuma naona, pale nyuma ile ile kumbukumbu yake tosha. Kwa mimi nikiitaka kumkumbuka yule kocha, naangalia nafasi ya ulinzi naona ametuachia kitu nyuma fa alama. Kwa hiyo sina shaka kwa mwendelezo hapo, mashindano yanavyozidi kuendelea, Simba Sports Club itakaa vizuri. Tuwe watulivu, tuwape nafasi viongozi watafute kocha mkuu wa timu. Nafikiri tukipata kocha mzuri, Simba Sports Club ni kikosi kipana sana, inafika e, mahali ukiwa sio timamu vizuri, kile kikosi kinaweza kikakulemea. Kwa hiyo watulio, tutafutie kocha mzuri ambaye atakuja kuichezesha ile Simba, nafikiri tutafanya vizuri. Wachezaji ni wazuri, na wakipewa nafasi wanaweza kufanya vizuri zaidi.